Ulikosea kweli yule Masakarua kumrejesha kule, na ili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini? Kweli! na yule anayesema anadai kapigwa eti ana, anashuka kwenye gari anajichechemeza kweli? Yule alikuwa apigwa, rudi na mitungi ya gesi kule kwao anafumulia gesi, wengejua Tanzania, wengeona ali ya jeshi la Tanzania. Lakini eti leo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza. Tumemwacha masakarua, anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa waziri, hili lisitokee tena. Anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa hapa, anaingia ndani ya kumi na nane zetu, tumalizane naye hapa hapa. Wanapotaka tunataka sisi, hatujashindwa na sisi hatuwaogopi, wasifikirie kama walivyoweza kufanya kule kwao, watakuja kuchochea Tanzania iwe hivyo. Tanzania ni nchi tunayoheshimiana. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa urafiki na udugu. Sisi tunaheshimu sheria zetu. Watu tuliwaona kule, walienda kunajisi mpaka bunge lao. Nchi gani ile? Eti alafu mtu anakuambia tukasome kwao? Tukasome nini? Kipi tukasome? Ay, sisi hatuna cha kusoma kwa Wakenya, isipokuwa Wakenya watoke kule waje wajifunze kwetu, waje watalii kwenye nchi yetu, waoni wafundishe namna siasa inavyofanya.